Naomba nitumie nafasi hii kuwaelekeza wizara ya afya yafuatayo. La kwanza, madaktari wote ambao watafanya kazi hapa Tumbatu, kipao mbele cha kwanza ni madaktari walioko hapa Tumbatu. Kama kuna daktari hata kama yuko mjini lakini asili yake ni hapa Tumbatu. Wazee wameniahidi watazungumza nao wakubali kuja kukaa huku kufanya kazi. Kama hivyo ndivyo Katibu Mkuu, kipaumbele cha hospitali hii wapangie Wanatumbatu walio na uwezo wa kufanya kazi hapa. Na mimi nataka niwaahidi vijana, wakija kukaa hapa, kama kuna huduma zinazostahiki nyingine basi serikali, tutashirikiana ili waweze kufanya kazi zao vizuri hapa Tumbatu. Lakini kuna kazi nyingine si za utaalamu sana, zile kazi za kawaida ambazo si za utaalamu sana. Eneo hili ni eneo maalum, kazi zile, asitoke mtu eneo jingine kuja kufanya kazi hapa, wapewe ndugu zetu watumbatu hapa hapa. Katibu mkuu hakikisha kituo hichi kina ambulance yake hapa. Ambulance ikae hapa, ihudumie Wanatumbatu. Wakati huo barabara takuwa zote tumeshakamilisha barabara, si muda mrefu, kazi itaendelea na hii tutakamilisha ndani ya kipindi kifupi kijacho. Na yasema haya ili Wanatumbatu na sisi tujipange vizuri. Dkt. Mahmudu huyu naye baraza la wakilishi na Mheshimiwa Juma yuko bungeni, wasomesheni vijana wa Tumbatu, mkijua kuna hospitali inahitaji wataalamu wanaotoka Tumbatu, kuna shule wanahitaji walimu wanaotoka Tumbatu. Tutachukua vijana wa Tumbatu lakini wenye ili ukija hapa akuhudumie vizuri. Hospitali, wazee wangu, sio majengo. Hospitali ni huduma, na ndio maana kila siku tunaharakishana Wizara ya Afya huku kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma bora, na huu ndio msingi wa matibabu popote duniani.